Na kwa sababu ni public holiday matarajio ni kwamba watu wengi hawaendi makazini. Kwa hiyo movement haitakuwa kubwa. Lakini pia wako wengine kwa shida mbalimbali movement kwao ni kitu cha, cha kawaida. Kwa public holiday pia watu wanataka kwenda kuenjoy, wanataka kwenda kufurahi, wanataka kufanya nini? Tunachopenda kusema eh, kama hakuna ulazima sana wa wewe kutoka basi kwa sababu haya mambo kama ninavyosema eh, hayatabiriki. Haya mambo yanajadiliwa ya kwenye space, mjadala mkubwa huko kwenye space. Ukiangalia kwenye ground huku huoni, lakini sijui watu wanavyohamasika siku hizi na vitu vya kwenye space, kwenye kwenye cyber space huko, hata wakaweza kutekeleza jambo walilotekeleza tarehe ishirini na tisa na tulikuwa tunafikiria mwezi Oktoba, na tulikuwa tunaliona kama la kawaida. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo huwezi uka underestimate lakini kimsingi kama hakuna ulazima wa wewe kufanya movement, jizuie, uangalie kidogo na hali halisi inakwendaje. Lakini uhakika uliopo ni kwamba sisi upande eh, wa serikali na jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba eh, kila mtu anakuwa salama na wala hatulazimishi mtu kubaki. Kama ana shughuli ni, ni kutoka na vile vitu ambavyo ni muhimu, ili utakapoulizwa uweze kusema tu mimi toka hapa naenda hapa, na shughuli yangu ni hii na ama kitambulisho, vitu kama hivyo ambavyo kwa zile siku tatu nadhani mli experience na mliona kwamba nchi zetu waliovuruga amani wanaishije. Yani ma, maswali inabidi usitoke, utaulizwa na lazima ujieleze, maana tunaitaka wenyewe. Sasa lazima tuende na staili hiyo hiyo, lazima uulizwe maswali, unatoka wapi, unaenda wapi. Lakini niwahakikishie tu kwamba sekta binafsi iliyoko hapa ndani na walioko nje kwamba Tanzania ni shwari, mpaka sasa hivi ni shwari. E, na tunaendelea vizuri, kuendelea kudhibiti hali ya usalama tukishirikiana na wananchi wote. Kwa kweli, ushiriki wa wananchi ni mkubwa sana na tuna appreciate sana sisi, tunafurahi na tunawashukuru sana, sana wananchi, kwa sababu wanatoa taarifa, wanatusaidia pale wanapoona kuna jambo ambalo wanaliona haliko sawa. Kwa hiyo huu ushirikiano unatusaidia kupunguza makali ya hofu ambayo inajaribu kujengwa, kwa sababu nyenzo kubwa inayotumika na wa, wa, wa social media activists ni, ni kutumia eh, taarifa za taharuki, taarifa za, za taharuki ikitoka watu wengine wana, wana, zile za taharuki, kuna watu wanapata shida, kuna watu wengine wakisikia zile taarifa zile wanapata tabu sana eh, na wengine wanazifurahia. Kwa hiyo chanya na hasi zote zinatumika. Kwa hiyo mpaka sasa hatujaona eh, tishio lolote la kufikia kwamba mtandao umekuwa ni tatizo kwa sababu tunafahamu kwamba E, mtandao huu ndio unaotumia katika kutoa huduma za kijamii nyingi e, mabenki safiri, mambo mengi yanatumia hizi huduma za mtandao, ndio unatumika internet. Kwa hiyo kuzima internet ni chaguo la mwisho sana, ni chaguo la mwisho sana pale hali ambapo ikiwa mbaya, ingawa hii inahusika na sekta nyingine ya wenzetu, wanaweza kusema, lakini mimi ninaona kwa kweli sisi mpaka sasa hivi kama ndo tunaoangalia usalama wa nchi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 E, wananchi baadhi kuwachukia polisi, polisi lakini polisi wa, hawa hawa hawa ndio wanaofanya kazi nzuri mpaka huko mtaani tunaishi kwa usalama.